Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania imefungua milango wazi kwa rais mpya wa Namibia, Netumbo Nandi Ndeitwah kwa msaada, ushauri na jambo lolote litakaloendeleza mapambano ya nchi zinazoendelea yaliyoasisiwa na waasisi wa mataifa haya mawili. Akizungumza katika tukio la kuapishwa kwa rais Ndeitwah jijini Windhoek Namibia leo, rais Samia amesema ingawa changamoto walizokuwa nazo waasisi ni tofauti na za kizazi cha sasa, dhamira ya kukomboa wanyonge bado iko pale pale. Rais Samia aliyepewa nafasi ya kuzungumza kwa niaba ya viongozi wenzake wa Afrika alitumia fursa hiyo hiyo kumkumbusha Ndeitwah kuhusu maisha yaliyowahi kuishi hapa Tanzania wakati wa harakati za kutafuta uhuru wa taifa lake. Tanzania, we fondly address you as Mama SWAPO, a name given to you by our founding father Mwalimu Nyerere tanzania tunakuita mama swapo jina ulilopewa na baba wa taifa mwalimu julius nyerere umeipa heshima afrika na namibia kwa sababu ushindi wako umekuwa ni fahari kwetu sisi tanzania kuona binti tuliyemlea na kumkuza kisiasa na kumwoza amepewa heshima na wananchi kuliongoza taifa majirani zako wa magomeni katika jiji la dar es salaam wanafurahi pamoja nawe siku ya leo